Hii ni vita. E, unapopambana mvuvi haramu ni kama vile unapambana na uzaji madawa kulevya kule Pakistani. Uvuvi haramu, maneno yanayosikika mara kwa mara, lakini hapa Ukerewe ni uhalisia unaouma. Ikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, jambo ambalo nalifanya mimi pamoja na wenzangu ni pamoja na kuimarisha doria za pamoja. Matumizi ya zana haramu, sumu na uvuvi katika maeneo tengefu yanatishia sio tu samaki bali uhai wa uchumi wa jamii nzima. Unaona saa hivi uvuvi, watu wanaovua saa hivi wanavuta hizi, wanatengeneza hizi kokole za hizi za dagaa, unakuta asilimia watu wanapovuta wanavuta kando kando ya. Ya ziwa. Serikali ya wilaya inafahamu fika tatizo hili na eneo kubwa zaidi ni kwenye wilaya yetu ya Ukerewe. Kwa hiyo <coughs> sisi ni wadau wa ziwa hili, tunaweza kuitwa kwamba ndio walinzi au uh, watu ambao tunalitunza na kuuisha ziwa la Victoria. Vita dhidi ya uvuvi haramu Ukerewe ni safari ndefu yenye changamoto nyingi na inahitaji nguvu ya pamoja. Sekta hii ndio ambayo tunaitegemea katika makusanyo ya halmashauri. Nikijaribu kukumbuka kwa mfano, mwaka jana katika bajeti ya bilioni nne ambayo ilikuwa imepangwa na halmashauri. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki, kutoka mwambao wa Ziwa Victoria, ziwa kubwa zaidi barani Afrika, tunakuletea uhalisia wa maisha katika wilaya ya Ukerewe, Tanzania. Mwandalizi na msimulizi wa makala haya naitwa Martin Nyoni, nasema karibu tuwe sote hadi tamati. Ukerewe, eneo hili linaloundwa na visiwa vingi linategemea kwa kiasi kikubwa uhai unaotoka ziwani, lakini uhai huo sasa uko hatarini. Kiini cha tishio hili ni wimbi kubwa la uvuvi haramu linaloendelea kutafuna rasilimali za ziwa na kuathiri mstakabali wa maelfu ya wakazi wa hapa. Mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubiagai anasema uvuvi hapa ni uti wa mgongo, kutokana na udogo wa ardhi tuokuwa nao ya kulima. Nimesema ni asilimia kumi ya ardhi ambayo tuko nayo, tuseme ni kama katika asilimia kumi ya elfu sita na mia nne ni kama siku ya kilometa mia sita na arobaini tu ndio eneo ambalo tunalipanga kwenye kilimo, kilimo cha matunda, kilimo cha mahindi, kilimo cha mpunga shughuli zingine za kimaendeleo ndio eneo hilo dogo lilobaki. Kwa hiyo asilimia zaidi ya tisini ya mapato yetu tunapata kutokana na sekta ya uvuvi, kwenye ushuru wa uvuvi, kwenye tozo mbalimbali za uvuvi, kwenye leseni za uvuvi, ndimo tunapata mapato yetu ya ndani. Kwa mwaka huu wa fedha ishirini na nne bajeti ishirini na tano bajeti ya wilaya yetu kwa mapato ya ndani tunatarajiwa eh, kupata zaidi ya bilioni nne. Sasa bilioni nne hayo ni mapato ya ndani ya halmashauri ha ya Ukerewe, inatakiwa fedha hizo zikusanywe zaidi kutokana na sekta hii ya uvuvi. Kwa hiyo sekta ya uvuvi kwenye wilaya yetu ya Ukerewe ndio uti wa mgongo wa uchumi katika wilaya yetu ya Ukerewe. Uvuvi haramu si jambo geni katika ziwa Victoria, lakini kwa wakazi wa Ukerewe tatizo hili limefika kiwango cha kutisha. Matumizi ya nyavu zisizoruhusiwa, sumu, mabomu na uvuvi katika maeneo tengefu ya mazalia ya samaki, imekuwa kama saratani inayoua polepole sekta hii muhimu. Serikali ya wilaya inatambua ukubwa wa changamoto hii. Mkuu wa wilaya Ukerewe, Christopher Ngubigai, anasema hii ni vita e, unapopambana mvuvi haramu ni kama vile unapambana na uzaji madawa kulevya kule Pakistani. Lazima kwanza ujitoe muhanga wewe mwenyewe, ujue kwamba anakwenda kupambana na kitu ambacho It's very strong lakini na good network, nafikiri umesikia nichokuambia kwamba mvuvi wa haramu yeye wakati mwingine anakuwa supported na, na watu mbalimbali kutokana na biashara hili haramu anayofanya kwa na kwa nini, chochote kinachofanyika kwenye uharamu kinakuwa na sapoti kubwa zaidi kufanya kitu kwenye uhalali. Lakini sauti za wale wanaoishi uhalisia huu kila siku, wafanyabiashara wa dagaa na samaki wanaona ndoto zao zikizama kila wavuvi watokapo majini kama Bina Njura Matwago anavyosema. Sasa wanavua bado, hawajakuwa na sisi, itabidi tununue, tukaa, hatuwezi, tutaishije? Tunapambana hivyo hivyo, na sisi tupate mafanikio. Unaona, na hatuna misaada, kwamba tuna misaada, wengine wanakuta, hatuna wazazi, hatuna ndugu, na mtu awezi akakuvumilia kutoa msaada kwamba labda ni mama yangu nimsaidie, hivi sasa hivi hakuna cha kusaidia, unapambana mwenyewe mpaka mwisho. Kwa wavuvi waliomstari wa mbele, wenyewe wanasema hali ni mbaya zaidi, kwani wanashuhudia kwa macho yao rasilimali ikiteketea na maisha yao yakizidi kuwa magumu. Unaona sasa hivi uvuvi, watu wanaovua sasa hivi wanavuta, wanatengeneza hizi kokolo hizi za za dagaa Unakuta asilimia watu wanapovuta wanavuta ha, kando kando ya ziwa. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa uvuvi haramu ndani ya ziwa Victoria ni changamoto kubwa inayohatarisha rasilimali za samaki na maisha ya wa wavuvi. Kwa mujibu wa gazeti la kila siku la Mwananchi katika chapisho lake la Desemba 13, 2024 lilieleza kuwa uvunaji wa samaki aina sangara umeshuka kutoka tani 9179 mwaka 2019 hadi tani 8265 mwaka 2023 ikiwa ni pungufu wa tani 11444. Hali hii inatokana na uvuvi haramu unaohusisha matumizi ya nyavu zisizo na vipimo sahihi, uvuvi wa gizagiza, kumbakumba, timbatimba na manyamunyamo. Mauzo ya samaki pia yamepungua minofu imeshuka kutoka tani elfu 17 hadi tani elfu 11 na mabondo kutoka tani 838 na hadi 433 katika kipindi hicho. Takwimu hizi za wavuvi zinaonyesha kilio cha jamii inayotegemea ziwa hili. Lakini je, halmashauri ya wilaya ya Ukerewe inafanya nini hasa katika kukabiliana na janga hili la kuleta matumaini ya uvuvi endelevu? mdogo William Kaswahili, Mkuu wa idara ya kilimo mifugo na uvuvi kutoka halmashauri ya wilaya ya Ukerewe. Wananchi wa Ukerewe pia hawako nyuma na wameitikia katika suala zima la kuhakikisha samaki wanapatikana muda wote, na ili kufanikisha hili, watu kadhaa wamejitokeza kuanza ufugaji kwa kutumia vizimba. Aa, kabla hata hatujapata misaada au mikopo ya serikali, kuna watu wawili tayari walikuwa wameshaanza biashara hii ya ufugaji wa vizimba, lakini pamoja na hao kwa sasa ufugaji umekuwa zaidi. Uvuvi usiofuata kanuni na taratibu zilizowekwa na serikali katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria umeelezwa kuathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa, huku uvuvi huo ukitajwa kuchangia uharibifu wa mazingira ya ziwa kili na ekolojia yake. Kwa mujibu wa mamlaka, halmashauri ya wilaya ya Ukerewe Inakadiriwa kuwa asilimia 50 ya mapato yanategemewa kutokana na sekta ya uvuvi. Sekta ya uvuvi ndio sekta iliyo kubwa sana kwa maana ya pato la wananchi, lakini pia hata mapato ya halmashauri kwa maana ya makusanyo. Vita dhidi ya uvuvi haramu katika wilaya ya Ukerewe ni ngumu na ina pande nyingi. Inahitaji utashi wa kisiasa, rasilimali za kutosha, ushirikiano wa dhati kutoka kwa uvuvi wenyewe na mabadiliko ya kitabia. Wakati serikali inaweka mikakati, wavuvi wanaendelea kupambana na uhalisia wa kupungua kwa samaki na kuongezeka kwa umasikini. Mustakabali wa Ukerewe na uwai wa ziwa Viktoria uko hatarini. Swali je, litabakije? Juhudi hizi zitatosha kuokoa kile kilichosalia kabla haijawa giza nene kabisa? Ikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, jambo ambalo nalifanya mimi pamoja na wenzangu ni pamoja na kuimarisha doria za pamoja e, tumeunda timu za doria ambazo zinajumuisha askari polisi wa majini, wawakilishi wa jamii, kwa mfano BMU, BMU ni Beach Management Unit, lakini tumewashirikisha na wataalamu wa mazingira. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, na kufika hapo naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki, kutoka mwambao wa Ziwa Victoria, ziwa kubwa zaidi barani Afrika, ambapo tumeangaza uhalisia wa maisha katika wilaya ya Ukerewe, Tanzania. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Martin Nyoni. Hadi wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa na uwe na wakati mwema.